Wiki ya matibabu ya bila malipo ya mwaka 2025 imeingia siku ya pili katika chuo kikuu cha Pwani, kaunti ya Kilifi, huku ikivutia maelfu ya wakazi waliowasili kutafuta huduma za matibabu. Tunaelekea sambamba mpaka dakika hii. Wakazi waliofika hapa wanasema kambi hii ya matibabu ya bila malipo inawapa fursa adimu ya kupata suluhu kwa matatizo yao ya kiafya, ambapo dawa za matibabu imekuwa changamoto kuzifikia. Wakazi mmoja baada ya mwingine wameelezea hisia zao kuhusiana na zoezi hili lililoasisiwa na wakfu wa wakili George Kiti, chuo kikuu cha Pwani, Coco FM na wadau mbalimbali. nimekuja mbali. nimesikia kuna madaktari ya bure na nikaona kwamba nije ili nje nami nipate utabibu. Tangia tangu jana niingie mahali ni hapa, naendelea na huduma vizuri, sijaitishwa hata shilingi, mpaka dawa niko nazo bure madawa nimepata, bado nafuatilia mambo mengine yenye ilikuwa na hitaji pia e, na niko sawa. Ningependa wale wote walioko na matatizo, hata kama hapa uko lakini umeacha mtu nyumbani yuko na matatizo, tafadhali umpigie simu aje apate hizi huduma, maana ni nzuri na bado wanaendelea mpaka kesho. Mimi bila wamenihudumia, nimeona ni sawa kabisa, wanaonihudumia vizuri, huduma yao huduma eh, yao. Hakuna mahali nimeweka kasoro kwa sababu naona watu ni wengi na tunatibiwa na tumeambiwa tusilipe pesa wa, hata, shilingi, hata pesa kidogo tusitoe. Hongera kwenu na hata kwa jijikiti pia kwa sababu nimesikia yeye ndo amefadhili amefadhili hii. Mungu ambariki na mwongezee siku ili kesho tumuone tena akizungumza katika chuo kikuu cha Pwani kunakoendelea zoezi hilo, mkurugenzi wa George Kiti Foundation wakili George Kiti amesema wakazi kaunti ya Kilifi wanaohitaji mkubwa wa huduma bora za afya. Wagonjwa ni wengi, minakaa kwamba huduma haijaimarika. We just want to encourage institutions. Nadhani huduma kwa mtu yoyote ambaye ana challenge ya afya ni huduma kwa Mungu. Just look at God what he is instructing you na ufanyie mtu ile huduma. That's it. Kwa hivyo naomba washikadau wa health Kilifi, it's a special case, si kama Nairobi, si kama Mombasa, si kama miji mikubwa ya Nakuru ambapo health imeimarika. we are imagining as a destination ya health, labda watu wajitolee zaidi. Mimi hata ningesema kama strikes ziko kwingine, ziwe mshikamao utakuwa mmoja lakini hapa kuwe na ile roho ya huruma zaidi kwa watu wa Kilifi. Kiti amedokeza kuwa zoezi hilo litakuwa likifanywa mara kwa mara ili kuhakikisha wakazi wa Kilifi na pwani kwa ujumla wanafikia huduma bora za afya ili jamii iweze kuwa yenye afya inayostahili. Mwaka jao itakuwa nyingine Pwani University wametupa wametupa, uh, hakikisho kwamba tukitaka, uh, watatu host. Mwaka jao pia waje, mwaka mwingine waje. Sidhani mwaka jao wagonjwa watakuwa wameisha kwa hivyo huduma itakuwa bado hitajika. So we will be back next year kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. The the other other year will be back. The other year will be be back back and I'm sure tukifanya mara nyingi tutapass mantle kwa watu wengine pia waendelee, iwe ni itikadi na heshima kwa mtu wa Kilifi, kwa committee ya Kilifi to give back kuwarudishia mkono wa shukrani kwa watu wa Kilifi na pia iwe njia moja watu wa Kilifi kuwa na uwiano zaidi na pia kupeana imani na hope changamoto ambazo tuko nazo ndani ya Kilifi. Kwa upande wake, mhadhiri wa chuo kikuu cha Pwani Profesa Halim Shauri amepongeza uanzilishi wa mpango huo akidokeza kuwa chuo kikuu cha Pwani kina mikakati ya kujenga hospitali kuu ambayo mbali na kutoa mafunzo ya kitaalamu pia itasaidia kutoa huduma za afya kwa wakaazi wa Pwani. Chuo kikuu cha Pwani kimeweza kuwa katika ile miradi mitano ya serikali ya Kenya yenye inafadhiliwa kulingana na kile kitengo cha tunaita public private partnership. Kwa hivyo, Pwani e, katika zile miradi mitano ya PPP, Pwani imepata mradi wa Teaching and Referral Hospital. Hivi karibuni Pwani itaanza kuchimba msingi na kuweka jiwe la msingi la kuweza kuweka hospitali kubwa zaidi hapa Pwani, kwa sababu na vile itakuwa kubwa hata kushinda Coast General itakuwa ni hospitali ya kufundisha lakini pia itakuwa inapeana huduma kwa wananchi. Naye naibu msimamizi wa mpango wa kambi ya wiki ya matibabu ya bila malipo katika wakfu wa George Kiti, Daktari Julius Nyamawi amesema zoezi hilo limefaidi wakaazi wengi ambao wamekuwa na changamoto ya kupata matibabu. watu wengi sana walijitokeza jana, tulikuwa na watu zaidi ya elfu mbili wenye walikuja, ilibidi ilifika mahali madaktari wa, walikuwa wame walilemewa. Sasa tukabidi tumeongeza madaktari wengine jana na pia leo. Namba pia zilikuwa nyingi leo, wamekuja na ni zaidi ya pia elfu mbili. Ilibidi tumeongeza madaktari wengine ambao sasa wanatusaidia. Hata ukiangalia laini pia na inasonga vizuri, watu wengi sana. Hiyo uh, inaonyesha kwamba uh, afya huku Kilifi bado inazorota, watu wako na shida ya afya na hawapati ule msaada ambao unafaa nikiripotia Coco FM kutoka chuo kikuu cha Pwani katika kaunti ya Kilifi. Mimi ni Joseph Jira, Coco FM, ladha ya Pwani.